DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Imetimia saa kumi na mbili kamili huko Afrika Mashariki; kumi na moja Afrika ya Kati. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema. Karibu katika matangazo ya jioni kutoka DW mjini Bonn, kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Bakari Ubena. DW Habari za ulimwengu mwengu msomaji wako ni mimi Saumo Mwasimba, na kwanza ni muktasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaka jumuiya ya kijeshi ya NATO imruhusu wa kichukue kisiwa cha Greenland. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Vadeful amezitembelea Kenya na Ethiopia katika ziara yake Afrika Mashariki, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeahidi kujibu kwa nguvu kubwa, ikiwa Marekani itaishambulia kwa mara nyingine Tehran. Habari kamili. Davos, Rais Donald Trump ameinadi nchi yake kwamba ndiyo pekee yenye uwezo duniani wa kuihakikishia usalama Greenland, akidai hakuna mshirika yoyote wa jumuiya ya NATO anayeweza kukilinda kisiwa hicho cha barafu isipokuwa Marekani. Nawaheshimu sana watu wa Greenland na watu wa Denmark, lakini kila mshirika wa NATO ana wajibu wa kuwa na uwezo wa kujilinda. Lakini ukweli ni kwamba hakuna nchi moja wala kundi la nchi zilizokuwa kwenye nafasi ya kuweza kuilinda Greenland isipokuwa Marekani. Ni nchi yenye nguvu na tuna nguvu kuliko watu wanavyoelewa. Akihutubia jukwaa la kiuchumi duniani, Trump ameitaka ameitisha mkutano wa haraka kuhusu azma hiyo ya Marekani ya kukitwa kisiwa hicho chenye kujitawala ambacho ni sehemu ya Denmark, nchi mwanachama wa jumuia ya mfungamano wa kijeshi wa NATO ambao ameukosoa akisema hauna faida yoyote kwa Marekani. Rais huyo wa Marekani ambaye anakosolewa na viongozi wa Ulaya amewashambulia akisema Ulaya haina mwelekeo mzuri. Nairobi, Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johan Vadeful ameanza hivi leo ziara yake ya siku mbili katika kanda ya Afrika Mashariki akizitembelea Kenya na Ethiopia. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu wa Ujerumani ametilia mkazo umuhimu wa dhima ya Umoja wa Mataifa katika kuitatua migogoro ya ulimwengu huku ukiwekwa wasiwasi kwamba rais wa Marekani Donald Trump huenda anapanga kuunda chombo cha kukinzana na taasisi hiyo ya dunia. Ametoa mtazamo huo pamoja na mwenzake wa Kenya Musalia Mudavadi walipokutana mjini Nairobi. Vadeful, pia anakutana na Rais William Ruto hivi leo. Msimamo wa Ujerumani na Kenya kuhusu umuhimu wa Umoja wa Mataifa umekuja chini ya kiwingu cha wasiwasi unaosababishwa na hatua ya Trump ya kuunda bodi ya amani ambayo itawajibika kusimamia juhudi za ujenzi mpya wa eneo la ukanda wa Gaza baada ya vita. Dubai. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Abbas Arakchi, amekuwa kiongozi wa kwanza wa juu wa Iran kutoa kitisho cha moja kwa moja dhidi ya Marekani baada ya kauli ya Washington ya kuingilia mambo ya ndani ya Iran kufuatia maandamano. Arakchi ameonya kwamba Tehran itajibu kwa nguvu kubwa ikiwa itashambuliwa kwa mara nyingine na Marekani. Kauli ya mwanadiplomasia huyo wa Iran ameitoa huku ripoti zikisema kwamba meli zilizobeba madege ya kivita ya Marekani zinaelekea Mashariki ya Kati kutoka bahari barani Asia. Katika kitisho alichokitoa kupitia makala ya maoni yaliyochapishwa na jarida maarufu la marekani la Wall Street, Arakchi amesema mara hii jamhuri ya, ya kiislamu ya Iran haitoka kimya kama ilivyofanya Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mnaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW mjini Bonn. Damascus Wasiwasi umeongezeka hivi leo kuhusu kusamba kwa machafuko ya kaskazini mashariki mwa siria na kuingia katika nchi jirani ya Iraq. Shirika linalofuatilia masuala ya haki za binadamu nchini Siria limeripoti kutokea kwa mripuko katika ghala la silaha kwenye mji wa Siria wa al Yarubiya, ulioko kwenye eneo la mpakani na Iraq. Vyanzo vimesema wapiganaji saba wenye mafungamano na vikosi vya serikali wameuawa na wengine kumi na nane wamejeruhiwa. Kufuatia mlipuko huo, waziri mkuu wa Iraq Muhamed Al Sudani ametembelea mji wa mpakani na Siria wa Al Qaim leo Jumatano kutathmini uwezo wa vikosi vya usalama vya nchi yake wa kuwa tayari kushambulia. Hali ya wasiwasi bado inashuhudiwa kaskazini mashariki mwa Siria licha ya kufikiwa makubaliano ya kusitisha vita kati ya jeshi la Siria na wapiganaji wa Kikurdi. Na hatimaye Strasbourg, Bunge la Ulaya limepitisha uamuzi wa kuupeleka mkataba unaozozaniwa wa biashara huria kati ya Umoja wa Ulaya na mataifa manne ya Amerika Kusini mbele ya Mahakama ya Haki ya Ulaya ECJ kutathminiwa. Wabunge 334 wameunga mkono hatua ya mkataba huo kupelekwa ECJ kufanyiwa tathmini ya kisheria huku wabunge 324 wakipinga, na kumi na moja walijizuia, walijizuia kupiga kura katika mchakato uliofanyika hivi leo mjini Strasbourg. Kupelekwa mbele ya mahakama ya ECJ mkataba huo wa kibiashara unaofahamika kama Mercosur huenda kukachelewesha kuidhinishwa na mataifa ya Brazil, Argentina, Paraguay na Uruguay. Nchi za umoja Ulaya zinazoupinga mkataba huo zinataka mabunge ya nchi za jumuiya hiyo pia zipewe mamlaka ya kuuidhinisha badala jukumu hilo kuachiwa bunge la Ulaya peke yake na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Shukran sana Saumu Mwasimba kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, jioni hii tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na rais wa Marekani kuli kuhutubia mkutano wa Davos na kuelezea azma yake ya kukinyakua kisiwa cha Greenland, na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani yuko ziarani huko Afrika Mashariki. Utasikia pia hali ya kiusalama inayoendelea huko mashariki mwa DRC. Kwa hayo na mengine, salia nasi. Nahodha wako studioni ni mimi Bakari Ubena. Msikilizaji, e, maoni yako ni muhimu sana kukamilisha matangazo haya. Unachotakiwa kufanya ni kututumia ujumbe mfupi kupitia kurasa zetu za Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili, nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyoniruhusu. Rais Donald Trump wa Marekani amelihutubia Jukwaa la Uchumi Duniani na ametaka yafanyike mazungumzo ya haraka kuhusu azma ya nchi yake ya kukinunua kisiwa cha Greenland, akifufua juhudi zake za kulidhibiti eneo hilo linalojisimamia kutoka kwa mshirika wa NATO Denmark. Kwenye hotuba hiyo, Trump pia amenadi mabadiliko aliyoyafanya kwenye sera ya uchumi ya Marekani na ametangaza kuwa nchi yake ndiyo injini ya uchumi duniani. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Kwenye hotuba hiyo iliyosubiriwa kwa hamu, Rais Trump amesisitiza kwamba ni Marekani pekee inayoweza kulinda ardhi ya Greenland, kuiendeleza na kuiboresha, na hiyo ndio sababu inayomsukuma kutaka mazungumzo ya haraka States... ni Marekani pekee ndiyo inayoweza kulinda ardhi hii kubwa, kukiendeleza na kukiboresha na kuifanya iwe nzuri kwa Ulaya na salama kwa Ulaya na kwetu, na ndio maana ninataka mazungumzo ya haraka ili kujadili tena ununuzi wa Greenland kama vile tulivyopata maeneo mengine mengi katika historia yetu, kama mataifa mengi ya Ulaya yalivyopata yakachukua. Hakuna ubaya wowote. Trump lakini amesisitiza kwamba hatatumia nguvu kuinunua Greenland, huku akikosoa Ulaya akisema haiendi katika mwelekeo sahihi tofauti na Marekani inayozidi kustawi. Huku akiainisha juhudi zake za kupunguza mfumuko wa bei na kuchochea uchumi, Trump amedai kuwa kuna muujiza unafanyika katika uchumi wa Marekani na kutangaza nchi yake kuwa injini ya uchumi duniani. Akawaambia wakuu wa mataifa waliokusanyika mjini Davos na hapa namnukuu, Marekani inapoimarika nanyi mnafuata. Trump aidha ametumia jukwaa hilo kuilaumu serikali ya zamani ya mrengo wa wastani wa kushoto hapa nchini Ujerumani kwa kusababisha uzalishaji wa nishati ya umeme nchini humo kupungua sana tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba. Amesema Ujerumani sasa inazalisha umeme mdogo kwa asilimia ishirini na mbili tu kuliko ilivyokuwa mwaka elfu mbili na kumi na saba na hili sio kosa la kansela wa sasa ambaye amesema anajaribu kulitatua tatizo. Mbali na hilo, rais wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock amesema mapema leo kwamba umoja huo unakabiliwa na mashambulizi ya moja kwa moja, huku kukiwa na wasiwasi kwamba Trump huenda anajipanga kuanzisha shirika kinzani kwa taasisi hiyo ya kimataifa. Amesema Umoja wa Mataifa sio tu unakabiliwa na shinikizo bali unashambuliwa moja kwa moja na kuongeza kuwa wanachama wote mia moja na tisini na watatu wa umoja huo wana kiti na kura kwenye baraza kuu bila kujali ni matajiri ama wana nguvu kiasi gani. Trump ambaye hivi karibuni alitangaza mpango wa kuunda kile kinachoitwa bodi ya amani itakayosimamia ujenzi mpya wa Gaza amekabiliwa na ukosoaji mkali kuhusiana na hati ya uanzishwaji wake. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa jumuiya ya NATO Mark Rutte amewatolea wito washirika wa, wa jumuiya hiyo kutoruhusu mvutano kuhusu suala la Greenland kuwavuruga katika azma yao ya kuilinda Ukraine. Amesema hayo katika jopo la moja ya mijadala inayoendelea kwenye kusanyiko hilo la Davos. Licha ya wito huo, Rutte amesema napokuja suala la Arctic, anadhani Rais Trump yuko sahihi na viongozi wengine kwenye jumuiya hiyo pia wako sahihi na kuusisitiza, kwa ujumla wao wanapaswa kulilinda eneo la Arctic, huku akipuzilia mbali mashaka kwamba mzozo huo unaweza ukausambaratisha muungano huo wa kijeshi uliodumu kwa miaka sabini na sita. Shukran, Lilian Mtono. Ujerumani na Kenya zimeweka wazi msimamo wao kuhusu umuhimu wa kuimarisha Umoja wa Mataifa kama nguzo kuu ya usimamizi wa amani na utatuzi wa migogoro duniani wakati kukiwa na wasiwasi unaotokana na taarifa kwamba rais wa Marekani Donald Trump anapanga kuanzisha chombo kipya cha kimataifa kitakachoshughulikia masuala ya amani. Kauli hizo zimetolewa leo jijini Nairobi baada ya mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadeful na waziri kiongozi wa Kenya ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi. Babu Abdallah na maelezo zaidi. Vadepol amesisitiza kuwa licha ya changamoto zinazoikabili Umoja wa Mataifa, bado taasisi hiyo ndio yenye uhalali wa kimataifa na inayotambulika kisheria katika kusimamia juhudi za kudumisha amani duniani. Akizungumza baada ya mkutano na waziri kiongozi wa Kenya ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi, Wadephul amesema kuwa pande hizo mbili zimekubaliana kuongeza kasi ya majadiliano ya kisiasa hususan katika masuala yanayohusu usalama wa kikanda diplomasia ya kimataifa na uthabiti wa kisiasa. Amesisitiza kuwa mazungumzo ya wazi na ya mara kwa mara kati ya Kenya na Ujerumani ni muhimu katika kujenga misingi imara ya ushirikiano wa muda mrefu. Tumekubaliana kuimarisha mazungumzo yetu ya kisiasa pamoja na kujadili masuala muhimu yanayohusu uthabiti wa kikanda na kimataifa. Kenya ina jukumu muhimu kama mpatanishi katika eneo hili na inabeba wajibu mkubwa katika masuala ya amani na usalama nchini Somalia na Haiti. Mudavadi kwa upande wake amesema badala ya kuanzisha mifumo mipya inayoweza kuleta mgawanyiko au kuudhoofisha uratibu wa kimataifa, juhudi zinapaswa kuelekezwa katika kuimarisha taasisi zilizopo kama Umoja wa Mataifa. Ameongeza kuwa Kenya haijapokea mwaliko wa kujiunga na chombo kipya kinachoitwa Baraza la Amani ambacho kinatajwa kuanzishwa na Marekani. Ama kuhusu ziara ya Vadepul nchini Kenya Mudavadi amesema ziara hiyo ni ishara tosha ya ushirikiano wa muda mrefu unaozidi kuimarika kati ya mataifa hayo mawili. Ziara hii kwa hivyo ni uthibitisho wazi wa uhusiano mzuri na wenye manufaa kwa pande zote uhusiano unaojengwa juu ya misingi pamoja ya demokrasia, kuheshimu sheria za kimataifa na dhamira ya pamoja ya kuendeleza utaratibu wa dunia ulio wa haki, wa amani na endelevu. Kauli za Vadepol na Mudavadi kuhusu kuimarisha Umoja wa Mataifa zinatokana na hatua ya Trump kuanzisha baraza hilo jipya ambalo linatarajiwa kusimamia ujenzi upya wa ukanda wa Gaza baada ya vita. Naam, kama ulivyosikia katika ripoti hiyo ya Babu Abdallah, muda mfupi uliopita nilizungumza na mchambuzi wa siasa za Afrika na kimataifa, Barak Muluka, na kwanza nilimuuliza ziara hii ya Vadeful ina maana gani katika swala zima la uhusiano wa Kenya na Ujerumani. Mwanzo kabisa ikumbukwe kwamba Ujerumani ndilo lililokuwa taifa la kwanza ulimwenguni kufungua ubalozi na nchi ya Kenya mwaka wa elfu moja tisamia sitini na tatu punde tu Kenya ilipopata uhuru. Kwa hivyo huu uhusiano baina ya hizi nchi mbili ni uhusiano wa muda mrefu zaidi. Ukweli ni kwamba mara nyingi uhusiano wa moja kwa moja uliweza kumezwa kupitia vyombo vya kimadola, na ikawa sasa Ujerumani labda haikuwa ikionekana mno lakini hata hivyo itakumbukwa kwamba iliweza kuchangia mno kwa mambo ya teknolojia na mambo ya elimu. Kwa maono yangu ni kama mwanzo tu, nataraji kwamba kutakuwa safari nyinginezo nyingi, na zitaangalia mambo ya kimaendeleo, mambo ya mikopo, mambo ya ushirikiano ambao utaweza kunufaisha nchi hizi zote. Kulingana na serikali ya Ujerumani, ziara hii ya Vadeful inaangazia pia masuala ya usalama wa kikanda na kimataifa, ikiwa ni pamoja na jukumu muhimu la Umoja wa Mataifa katika kutatua mivutano kote duniani. Je, unadhani ni kwa nini Ujerumani imezichagua Kenya na Ethiopia? Kenya na Ethiopia ndizo nchi zilizo na uchumi mkubwa mno katika Afrika ya mashariki na tunaweza kusema hata Afrika mashariki na Kati, na nikizungumzia Kenya kabla sijataja Ethiopia, ukweli ni kwamba Kenya ndilo lango la kuingia katika eneo hili zima la Afrika ya Mashariki, na ni nchi ambayo imeweza kuwa na uthabiti wa amani na uthabiti pia wa kiuchumi. Ethiopia kuanzia nyakati za Meles Zenawi ilianza kukua upya na uchumi wake kuboreka na hata sasa umezidi kukua na ni mahali pazuri tu pa kuweza kuingia. Kisha mnapoingia hapo, mnaweza kukita kambi ambayo inaweza kukupa nafasi ya kuelekeza mwingi wako katika eneo zima, kupata nafasi zilizopo za kuweza kushirikiana eh, labda moja kwa moja na hata kuwa na ushawishi wa aina fulani katika vyombo vya madola vya kikanda na vya bara zima la Afrika, pakiwepo na kule kuweza kutafuta amani katika eneo zima na bara zima. Kwa uchache kabisa, katika siku za hivi karibuni tumeshuhudia barani Afrika ziara za viongozi mbalimbali mbali wa dunia. Hii inatoa taswira gani? Afrika sasa ndilo shamba, ikiwa unatafuta mavuno utabidi uje Afrika ukajipatie nawe kijisehemu chako katika mwisho mwisho wa karne ya kumi na tisa tuliweza kuona mataifa ya Ulaya yakiingia katika Afrika kwa njia ya fujo ambayo wenyewe kwa kimombo waliita ni scramble. Sasa kuna kule kuja kupya, ujio mpya katika Afrika. Kwa hivyo hao wote wanakuja kujitafutia, lakini nafikiri wana jitafutia wakiwa wamevalia sura ya kiutu ambayo sio kama ukoloni tuliojua. Ni Barak Muluka huyo mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika na kimataifa. DW, tunavuma kwa kishindo na tunasikika kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki kwenye tovuti yetu ya dw.com. Uh, mkwaju Kiswahili na tupo mubashara kwenye Facebook na YouTube. Nchini Jamhuri ya kidemokrasi ya kidemokrasia ya Kongo, kurejea kwa Wazalendo na askari wa Kongo kwenye mji wa Uvira kumesababisha watu wapatao elfu moja kuyahama makazi yao wengi wao wakiwa wa kabila la Banyamulenge ambao sasa wanajihifadhi katika baadhi ya vijiji vya bonde la mto Rusizi. Watu hao wanakabiliwa na hali mbaya. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti ifuatayo. Wanawake wakiwemo wajawazito, watoto, wazee na vijana wanaishi katika majengo ya shule, wengine kwenye vibanda na hata katika majengo ya utawala yaliyomilikiwa awali na polisi, na wengine wamepokelewa na familia zao. Esther Nyamahigwe, mkimbizi mwenye watoto wanne, anaelezea masaibu anayoshuhudia aliyoyapitia na anayoendelea kuyapitia kwa bila sasa a ajirani tulikuta walitusaidia wakatupatia hii bungaya kusogea watoto. Hata hivyo taarifa kutoka katika mashirika mengine ya Banyamulenge zinadai kuwa wakimbizi hawa walilazimishwa na waasi wa M23 kutoka mjini Uvira, na wanaharakati wa asasi za kiraia wanakanusha tuhuma kuwa jamii ya Banyamulenge inalengwa kwa aina ya kipekee. Huyu hapa Dunia Amisi kutoka asasi inayoitwa Machozi ya Raia, ambaye amewataka pia watu waliohama kutoka Uvira warejee. ni mbinu za kuwatia kama ngome zao za kuwafanya kinga zao ili wapate cha kujitetea kwenye Umoja wa Kimataifa. Muda mfupi baada ya Wazalendo kuingia Uvira, video za ghasia zilisambazwa mitandaoni zikionyesha Video za ghasia zilisambazwa mitandaoni zikionyesha namna ambavyo nyumba za raia wa kabila la Banyamulenge zimeporwa na zingine zimebomolewa, lakini pia namna ambavyo askari wa Kongo walivyowahifadhi raia wengine wa Banyamulenge waliobaki Uvira. Kwa upande wake, Asifiwe Balagizi ambaye ni naibu msimamizi wa eneo la Kamanyola lililo chini ya AFC M23 Anasisitiza kuwa silaha haziwezi kurejesha amani Kongo. Kwa kweli amani ya kudumu inaweza kufikiriwa ikiwa watu wanaketi, wanafanya mazungumzo. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia yamelaani mauaji yanayoendelea Uvira yanayowalenga watu fulani, kukamata kiholela kwa vijana wanaoshutumiwa kuwa wameshirikiana na AFC M23, kama ilivyokuwa leo asubuhi katika kata la Kimanga wizi na ufyatuaji risasi kiolela. Asasi ya kiraia ya machozi ya raia pia imelalamikia hatua ya Wazalendo ya kuzuia safari kati ya Uvira na Bukavu katika kijiji cha Kasambura kilicho karibu na Rutemba, na asasi hiyo inataka kuondolewa kwa vizuizi haramu vilivyowekwa hapo. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch katika ripoti yake limesema raia katika Kivu kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamo katika hatari kubwa, na limeitaka mamlaka ya Kongo na ujumbe wa Umoja wa Mataifa uliopo kwenye eneo hilo kuchukua hatua zitakazosimamisha unyanyasaji. Mitima de la Chance, DW Bukavu na tukisalia huko huko Afrika, Zanzibar imezindua mfumo wa kisasa wa kuwatambua na kuwasajili wana diaspora wa Zanzibari popote walipo duniani, hatua ambayo imewafungulia rasmi mlango wa kushiriki katika maeneo ya ndani ya nchi yao. Mwandishi wetu Salma Saidi ametuandalia taarifa hii. Serikali ya Zanzibar imezindua mfumo rasmi wa kisasa, wa kisasa kidigitali wa kutambua na kuwasajili Wazanzibari wanaoishi nje ya nchi, hatua inayolenga kuwaunganisha moja kwa moja na fursa za kushiriki katika maendeleo ya taifa lao. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Ikulu Dr Saada Mkuya Salum amesema mfumo huo utasaidia serikali kupata takwimu sahihi za wanadiaspora na kuwaunganisha na fursa za uwekezaji katika sekta za vipaumbele, ikiwemo utalii, uchumi wa buluu, kilimo, afya, tehama na viwanda vidogo na amewahimiza kujisajili kwa wingi ili kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya Zanzibar, huku akisisitiza mfumo huo hauna lengo la kuwafuatilia bali kuwatambua na kuwasikiliza. Uo usajili huu, wala hatukutafuti wewe unafanya nini tunataka wewe tukuunganishe na fursa zilizopo kwa maendeleo ya nchi na kwa maendeleo yako wewe binafsi. Idara ya Diaspora Zanzibar imeanzishwa mwaka elfu mbili na kumi na tano kwa lengo la kuratibu ushiriki wa Wazanzibari wanaoishi nje ya nchi kupitia uwekezaji na uhamishaji wa ujuzi na ushirikiano wa maendeleo. Lakini wanadiaspora wamekuwa wakilalamika kukosa haki ya kumiliki ardhi. Huyu hapa Suedi Yusuf Abdallah anayeishi nchini Uingereza. Changamoto kubwa ni suala la umiliki wa ardhi. Kwa sasa wanadiaspora wanaweza kukodisha ardhi, lakini hawawezi kumiliki moja kwa moja. Hali hii inaleta kikwazo, utata kwa uwekezaji wa muda mrefu. Katibu mtendaji wa kamisheni ya ardhi Zanzibar, Musa Kombo Bakari, anaelezea namna sheria ya ardhi inavyowagusa wana diaspora. Kanuni za tozo za mwaka elfu mbili na ishirini na nne za sheria ya matumizi ya ardhi Zanzibar zimeweka utaratibu mzuri wa diaspora wa Zanzibar kuweza kupata haki ya kutumia ardhi kwa viwango ambavyo vinalingana na Wazanzibari. Ardhi hiyo watakodishwa, lakini watalipa sawa sawa na wanavyolipa Wazanzibari. Hadi sasa zaidi ya wana diaspora elfu moja mia tatu tayari wamekamilisha usajili. Salma Said, DW Zanzibar. saa kumi na mbili na dakika ishirini na nne huko afrika mashariki sudi mnete tayari amewasili studio eh, ni ule muda kama unavyosema wa kupoza skio huko mm. mitandaoni kuna nini kuna mengi kama ilivyo ada, mitandaoni hakukosi hakupoi mm. leo hapa nimekuja na visa kadha, lakini muhimu ni ng'ombe Veronica na mjadala <laughs> kuhusu mzee Butiku huu tulioanza mchana sasa ccm imemjibu mm -hmm. sasa tuanzie na tuanze na mambo ya ng'ombe kwa sababu ng'ombe Veronica mi nahisi <laughs> sasa katika ukurasa wetu wa Facebook uh -huh. E, msikilizaji Instagram na hata YouTube kuna video ya ng'ombe Veronica, huyu kwao ni Austria. hmm. Uh, ng'ombe huyu amekuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii na katika sayansi kwa sababu hajui tu kutumia kifagio kujikuna mgongoni eh, mm-hmm. Eh, anajua pia mambo mengine mengine zaidi ya kufanya na kifagio hicho. Ukienda kwenye video mm-hmm. eh, ya basi utamuona na utatupa comment hapo, maoni yako nini nakifanya na pengine fikra zako kuhusiana na hilo, pengine sisi tunashangaa hili upande huo, kuna lingine mm-hmm. limewacha hoi au vinywa wazi hata wanasayansi kwa wakati huu nikisema hivyo mm-hmm. eh, Bakari ambao walikuwa wakimtazama ng'ombe kama mnyama ambaye hajui lolote amezubazuba sasa. Isaac uh, Liakurwa mm. Anasema nikijua, nimeona mengi kumbe, lo, bado kuna mengi <laughs> Eh, Said Moshi anasema hakuna maajabu hapo, wanyama nao wanaumbwa na akili vile na vilevile, wanajifunza vitu vingi kutoka kwa wamiliki wao. Kuna Wini Chigi, yeye anasema ng'ombe wao Rubi alikuwa anajinyonya maziwa, na wao wakamkamua, au wakimkamua hawapati chochote wakati mwingine wanapata lita chache kama saba. Baada ya kumfuatilia kwa muda mrefu, baba yake aligundua uh, kwamba anajinyonya na hivyo basi, wakatenganisha kile wanachoita kihewele siu, kama unakijua <laughs> ki chuchu cha kunyonyea kile mm, kupata, uh, kwa kwa kitambaa hivyo wakaanza kupata lita ishirini kwa siku, na baadaye walipoona ah, wakamuuzilia mbali. Kwa hiyo ng'ombe huyo alikuwa anatumia ile kauli akimfaacho mtu chake yeah. Kabisa. <laughs> wewe Mswahili <wee. laughs> no uh -huh. uh, uh, uh, na mambo mengi Tanzania elekisa sisi wametoa ufafanuzi wakisema kwamba haihusiki kwa namna yoyote ile na hatua ya kufungiwa kwa shughuli za kisiasa za Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA uh, nchini humo. Sasa nayo ina maoni na muda Muda nadhani umetutupa mkono. Uh, sijui, labda tusome maoni ya wafuatiliaji wetu, alafu uh, wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu watafuatilia taarifa hiyo kwenye uh, mitandao yetu mbalimbali mbali. Uh, uh, nikiangalia hapa kwenye ukurasa wa Facebook namwona Musa Zuberi Kabumai wa Chanika Dar es Salaam. Anasema kwa kauli zake hizo Donald Trump anavuruga mahusiano mema yaliyopo. Joshua Matata anasema kwa kinachoendelea katika siasa Afrika inabomolewa na Waafrika wenyewe. Hassan Mustafa anauliza, Trump acha kuingilia mambo ya nchi zingine, heshimu mipaka ya wenzako. Nems, eh, Njao wa Moshi Tanzania anasema mbona Trump anataka kusumbua dunia uh, Straton na Masi wa Dodoma Tanzania anasema Trump uh, tupumzishe. Kila siku unakuja na mapya, tumechoka. Shemoata Geto mzuri wa Tanga Tanzania anasema poleni sana Msumbiji kwa janga la mafuriko. Nikiufungua ukurasa wa ama chaneli yetu ya YouTube namuona Lugano Malaka Suka, anasema anaitagia sikio Dochi Vela akiwa Morogoro Tanzania. Shukran sana na namala Joas wakakurahijo Tanzania anasema kiukweli, Tanzania hakuna demokrasia na vyama pinzani vinapitia wakati mgumu. Ni maoni yake hayo. Na robo Mchina fundi simu wa Mpanda Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Gaza? Maoni ya mtu mmoja. Sudi Ndoala Oscar wa Nshamba Tanzania anasema pole sana wakazi wa Uvira kwa madhila mnayoyapitia. Naam, shukran sana Sudi Mnete na wewe msikilizaji kwa kutufuatilia hadi wakati huu. Hatuna la ziada, tunakamilisha kabisa matangazo haya ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena. Asante sana na jioni njema.